Katika kila zama za misukusuko na upya, sauti imesikika ikibeba jina Leo. Jina linalonguruma kupitia karne za Kanisa Katoliki la Roma. Kuanzia ushujaa wa diplomasia wa Mtakatifu Leo Mkuu, hadi uthabiti wa kimya wa mapapa waliopuuzwa nyakati za giza, hawa mapapa 14 walibeba zaidi ya jina tu. Walibeba mizigo ya miliki, matumaini ya watakatifu na majeraha ya historia. Jiunge nasi tunapochunguza simulizi zao za kishujaa zenye changamoto na wakati mwingine zenye utata, ili kugundua kwa nini jina Leo halikuwa tu desturi bali lilikuwa ni alama ya nguvu, maono na msimamo wa imani. Iwe ni kwa kujenga kuta za kulinda Roma, au kuandika mafundisho yanayoendelea kuunda teolojia ya leo, kila papa Leo aliacha alama inayopita vizazi. Kama ilivyogusiwa Orodha kamili ya mapapa walioitwa Leo ni jumla ya mapapa 14. Kati yao watano, Leo wa kwanza, Leo wa pili, Leo wa tatu, Leo wa nne na Leo wa tisa wameheshimiwa kama watakatifu. Papa Leo wa kwanza. Papa Leo wa kwanza anayejulikana pia kama Leo Mkuu alikuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika kanisa la awali la Kikristo alitumikia kama askofu wa Roma kuanzia mwaka 1440 hadi mwaka 1461 na anakumbukwa kwa hekima yake kiteolojia, ustadi wake wa kidiplomasia na msimamo wake thabiti juu ya mamlaka ya kipapa. Alizaliwa karibu na mwaka 400 huko Tuscany Italia, kutoka familia ya kifalme ya Kirumi. Kabla ya kuwa papa, alikuwa shemasi mwenye busara na hata alitumwa na Kaisari Valentiani watatu kutatua migogoro ya kisiasa. Kipindi chake kama papa kilikuwa cha misukusuko. Dola ya Kirumi ya Magharibi ilikuwa ikitumbukia na kulikuwa na migawanyiko mikubwa ya kitiolojia kanisani. Mojawapo ya matukio yake maarufu ni mwaka 1452, alipoenda mwenyewe kukutana na Atila wa Wahuni na kumshawishi asishambulie Roma, kitendo kinachoangaliwa kama mfano bora wa diplomasia. Lakini urithi wake wa kudumu uko katika teolojia waraka wake maarufu uitwao Tome of Leo ulioandikwa mwaka 449, ulikuwa msingi muhimu wa baraza la Kalkedoni 451. Ulifafanua wazi kwamba Kristo ni Mungu kamili na mwanadamu kamili, nafsi moja isiyotenganishwa wala kuchanganywa. Papa Leo wa pili. Papa Leo wa pili alihudumu kama kiongozi wa kanisa Katoliki kwa muda mfupi sana, yaani miezi 11 tu ambayo ni Agosti 17 mwaka 682 hadi Julai 3 mwaka 683. Akiwa mwimbaji mwenye kipaji binafsi aliendeleza muziki ndani ya kanisa, pia alipambana na uzishi. Aliidhinisha maamuzi ya baraza la sita la Konstantinopoli mwaka 680 BK na kudumisha mahusiano mazuri na wafalme wa mashariki huko Konstantinopoli. Kanisa la Magharibi lilimfanya mtakatifu baada ya kifo chake. Papa Leo wa tatu. Papa Leo wa tatu alihudumu kuanzia mwaka 795 hadi 816 kwa zaidi ya miaka ishirini. Mahusiano yake na Kaizari Chalomanya yalileta athari kubwa kwa mamlaka ya kidunia na ya kidini ya upapa na kwa uhusiano wake na dola na kanisa la Mashariki. Aliwekwa mtakatifu miaka mingi baada ya kifo chake na Papa Clement kumi, mwaka 1673. Papa Leo wa nne. Huyu alikuwa askofu wa Roma na mtawala wa jimbo la Kipapa kutoka Aprili 10, 847 hadi kifo chake mwaka 855. Amejulikana kwa kujenga ukuta wa Leonin kuzunguka Vatican na kurekebisha uharibifu wa makanisa uliosababishwa na mashambulizi ya Waarabu kwenye jiji la Roma. Pia aliunda muungano wa miji ya Italia kupambana na Waarabu kwenye vita vya baharini vya Ostia. Papa Leo wa tano. Papa huyu alizaliwa katika kipindi kigumu cha upapa, mwishoni mwa miaka mia nane hadi mwanzoni mwa mia tisa. Alitokea Priapi, eneo dogo katika wilaya ya Ardea. Alipokuwa papa, ilitokea kwamba mamlaka ya kisiasa ya upapa ilikuwa dhaifu sana. Papa Leo wa sita. Papa huyu aliongoza katika mojawapo ya vipindi vya machafuko makubwa katika historia ya Kanisa Katoliki. Alikabiliana na migawanyiko kati ya maaskofu na vitisho kutoka kwa Waarabu waliovamia ardhi ya kipapa na kutishia Roma. Alihudumu kwa muda mfupi kuanzia Juni 1928 hadi Februari 1929 katika kipindi cha machafuko kwa kanisa la Magharibi. Papa Leo wa saba. Alikuwa papa wa 126 akitawala wakati wa machafuko ya kisiasa. Alirithi upapa kutoka kwa papa Yohane wa 11 ambaye mama yake alikuwa na ushawishi mkubwa juu ya kanisa na jimbo la kipapa. Katika miaka mitatu aliyoongoza alifanya mipango ya ardhi na kuruhusu kufukuzwa kwa wayahudi kutoka Ujerumani. Papa Leo wa nane, kwa namna ya pekee kabisa, papa huyu aliwahi kuwa kiongozi wa kipapa mara mbili kutoka 1963 hadi 1964 kama mpinzani wa mapapa Yohani wa 12 na Benedikto wa tano na baadaye kutoka Juni 23, 1964 hadi kifo chake. Kanisa Katoliki linahesabu kipindi chake cha kwanza kama haramu, huko kipindi cha pili kikichukuliwa kuwa halali. Papa Leo wa tisa, akiwa Baba Mtakatifu aliongoza jimbo la kipapa na alikuwa askofu wa Roma kati ya mwaka elfu moja na mbili hadi elfu moja na hamsini na nne Ana sifa ya kuwa papa wa Kijerumani wa maana zaidi ya enzi za kati. Upapa wake uliashiria mwanzo wa mgawanyiko mkubwa mwaka elfu moja na hamsini na nne uliotenganisha Kanisa Katoliki na kanisa la Kiorthodoksi kwa karibu milenia moja. Papa Leo wa kumi Huyu alikuwa kiongozi wa 217 wa Kanisa Katoliki na wa kumi kutumia jina Leo. Alizaliwa kwa jina la Giovanni katika familia ya Medici na aliongoza wakati wa Renaissance, akileta mabadiliko makubwa katika Ukristo wa Ulaya. Papa Leo wa 11 alizaliwa na kupewa jina la Alexander Octaviani. Alikuwa papa wa 232 na mmoja wa mapapa wa familia ya Medici. Alihudumu kwa muda mfupi sana, yaani hata mwezi haukufika Kutokana na kifo chake alihudumu Aprili 1, 1605 hadi kifo chake mwezi huo huo. Papa Leo wa 12. Huyu alikuwa papa wa 252 wa Kanisa Katoliki na wa 12 kutumia jina Leo aliongoza kuanzia mwaka 1823 hadi kifo chake mwaka 1829. Papa Leo wa 13 alikuwa kiongozi wa 256 wa Kanisa Katoliki na wa 13 kutumia jina Leo. Alifikia umri wa miaka 93 akiwa papa mwenye umri mkubwa zaidi kuwahi kutawala. Basi, baada ya kuwafahamu mapapa waliotumia jina Leo, tuangaze sasa kwa papa aliyeko sahivi. Papa Leo wa 14. Aliyekuwa kardinali Robert Francis Prevost anakuwa papa wa kwanza kutoka Marekani. Anaamua kutumia jina Leo si tu kwa heshima ya mapapa wa kale, bali pia kama ishara ya uongozi wenye ujasiri na tumaini. Leo wa kwanza anayejulikana kama mkuu alisimama imara dhidi ya Atila wa huni na kuweka msingi wa mamlaka ya kipapa katika karne ya tano. Papa Leo wa kumi na nne anaona dunia ikiwa imegawanyika ikikumbwa na matatizo ya mabadiliko ya tabia nchi, machafuko ya kijamii na uchovu wa kiroho. Kwa kutumia jina hilo, anataka kuonyesha kuwa kanisa bado lina sauti ya kinabii, sauti ya simba, si kwa kutisha, bali kwa kusema kweli kwa ujasiri na huruma. Neno Leo ninamaanisha simba, ishara ya ufalme wa Kristo na pia ya Injili ya Mariko. Ni jina linalofaa kwa papa anayetamani kuamsha tena sauti ya Mungu ulimwenguni. Na hivyo, katika kila ukurasa wa historia ya kanisa, jina Leo halisomeki tu kama jina la mtu, bali kama ishara ya ujasiri, imani na uongozi wa kiroho. Kuanzia nyakati za kifalme za Leo Mkuu hadi giza la enzi zilizochafuka, kila mmoja wao alitoa sadaka yake ya kipekee kwa kulinda imani kujenga tumaini na kuandika jina lao milele katika kumbukumbu kumbu za kanisa. Karibu katika safari hii ya kina ya mapapa waliochukua jina la Leo. Kama unapenda maudhui haya ya kihistoria na kiroho, tafadhali bonyeza subscribe na uwashe kengele ili usipitwe na safu nyingine zenye hekima na msisimko wa kipekee. Safari yetu ya maarifa na imani bado inaendelea na tungependa usafiri nasi kila hatua ya njia yako.